Abramu, ana huzuni moyoni mwake, kwa sababu hana watoto. Kisha Mungu akamzungumzia Abramu, Abramu usiogope mimi ni ngao yako thawabu yako kubwa Abramu akajibu sina watoto mrithi wangu ni mtumishi wangu Eliziritu yule mtu si mrithi wako mantoto atakaye zaliwa kutoka mwilini mwako ndie atakaye kuwa mrithi wako Mungu alimpeleka Abramu nje na kusema, Angalia mbinguni na uone kama unaweza kuhesabu nyota. Ndivyo itakavyo kuwa kwa uzao wako. Abramu aliamini wa neno la Yehova. Mimi ndimi Bwana niliyekutoa katika Uru wa Wakaldayo, nitakupa nchi hii na kuifanya iwe urithi. Abramu kwa wangalifu aliuliza Bwana, nitajuaje ya kwamba nitamiliki nchi hii? Mungu alimwambia Abramu, ande ng'ombe wa miaka mitatu, mbuzi wa kike wa miaka mitatu, kondoo wa kike wa miaka mitatu, mwana kondoo wa miaka mitatu, na vijana wa njiwa wa milimani na njiwa wa nyumbani. Abramu alitayarisha sadaka kama vile Mungu alivyomwambia. Wakati jua lilipokuwa linazama, Abramu alianguka katika usingizi mzito. Na wazao wako watakuwa wageni na watafaniwa dhiki katika nchi ya kigeni kwa miaka mianne, lakini baada ya hayo watatoka na mali kubwa. Katika giza, makaa yanayowaka na miali ya moto yalipita kati ya sadaka. Bwana Mungu alifanya agano hili na Abramo. Hadithi ya Abraham Kiwango.